Tano, ambao watakuja kusaidia na kama kuna vijana wa hapa Kiratina kama kuna vijana wamesomea elimu wewe mheshimiwa Kikaria unitafutie majina ya hawa kama kuna mtu yoyote ako na namba ya TSC ya watu wa Kiratina hapa tutamwajiri Januari aanze kusomesha watoto wa Kiratina hapa Kiratina hoye Kiratina hoye, hoye. munasema tujenge shule hapa sasa gikari ya huyu kontrakta wako awe na shift tatu moja, 8 hours, ingine 8 hours. Tuko na vijana wengi ambao wako na tayari kufanya hiyo kazi. Vijana hoye, muko tayari ama muko tayari? Nyinyi ni watu wa kujituma ama ni wa kungojea? Nyinyi ni watu wa kujituma, mutajituma, tujenge shule ya watoto wenu. <laughs> Basi wanamuzea saa hii nishampatia pesa huyu jamaa, asiwaambie atishapatiwa pesa. Nishampatia pesa, saa hizi kesho asubuhi akuwe hapa, aanzishe kazi ya hapa, tumekubaliana, kwa sababu jameni, mimi naona nyinyi ni watu wa bidii. Mimi nimeona watoto hapa si wachache, namuko e, na, na bidii <laughs> awa watoto ni wa hii boma, ni wa hii kijiji yenu ama wame, umetembelewa na watoto wa, ni wa hapa eh, na muko na bidii kweli eh? Na kwa sababu nyinyi ni watu wa bidii, hata na sisi tutakuwa wa bidii, tuwajengee shule tukamilishe, ama namna gani? Kiratina namna hiyo vilevile, mimi na